We bwana we. Tunashirikiana sana bwana. Unajua lakini kwa kwa mwimbaji inategemeana na biti ambayo unaitumia. Mm -hmm. Kuna biti nyingine unaweza ukatumia mkaimba hata kwaya sita, okay, nane inategemea inategemea. Mpakani Gairo Wazo na kukubali sana nashukuru. Okay, nashukuru maua yako Wazo. Mungu akubariki sana nisome kama Michael mwana wa Mrema kutoka Subuta. Ndiyo, okay. Ah uh, Wazo big up sana, anaitwa MC Mgego Mgego kutoka Mkalama. Okay, MC wangu <laughs> tunakutana naye mbaya sana. Okay, kumbe anakufahamu vizuri. Ananifahamu vizuri. Pamoja sana mbaya. Kaka hivi kaka, mnijuaje kuileta Chipuka, maana inatupa raha. Aya bwana, sasa so, tupa raha Chipuka nite mizato sasa, Michael mzalia walimutia. Asante sana kutoka huko. Endelea kwa pa salamu endelee nikupata raha. Alitu Solomoni mfugaji ameshugi kwa Mlimba nampongeza sana. Wazo na shukrani. Nashukuru Solomoni. Mm -hmm. Asante sana. Ni mwenyeji wa wapi, yupo Gairo au nje ya Gairo? Mimi. Eh. Mimi ni mwenyeji wa Gairo, kata mm Mkalama, -hmm. kijiji cha Meshugi, mtaa wa Magomeni. Magomeni. Ndio napatikana eh, pale. Gairo pia kuna Magomeni? Ya. Yeah. Sasa ni Magomeni usalama, si Magomeni mapipa, sio? Wapi atajua mwenyewe. Wa niseme kama Meshak Richard Adoni kutoka Kimelo, Wazo, Mungu amsaidie sana kipaji chake kiendelee. Nashukuru sana. Ila huyu hapa anasema mlugu, nami namfuata huko huko kwa Yesu nilikuwa bado mshamba lakini nami nimebadilika, limebadilika cheni, nampata dogo b e, e, unafahamu, dogo b dogo b dogo <laughs> kuambatana <laughs> na wewe Ayo, Wazo, na. Ni Jiselema kutoka Gero Gengeni. Wazo yuko vizuri sana, nashukuru nashukuru sana aisee, Wazo ni bonge la msanii, anatisha sana mimi asheli pia soni kwake kwa magawa ametuma hivi ujumbe wake ah, lakini kwa shukuru. Huku sasa hatumwiti msanii huku, tunamwita ni mwimbaji, mwimbaji. Yes kule alikuwa msanii na kijua usanii ni vitu viwili tofauti eh, ndio usanii e, kama yeye yeah. Okay yaani kuna msanii na, na mwimbaji. Wewe ni mwimbaji kwa sasa mimi ya sasa, ni mwimbaji. Wewe ni msanii kule ulikuwa msanii msanii. Eh, nilikuwa msanii sana e, nikiwa msanii na <laughs> <laughs> kuna mume <msaninyo kala> <laughs> ni <Nisola> kama mama Ivan, <laughs> au mke wa kuni wa Wazo, Mungu amsaidie sana asonge mbele. Nashukuru sana, ndio alivyosema kwenye arafa yake Ngige wangiga kutoka mkalama songi mji mjitahidi sana ndivyo alivyosema hivyo okay nadhani alikuwa anataka andike umejitahidi sana <laughs> mnyandu akisha eh naona hiyo umeedit mwenyewe juu kwa juu ameandika mjitahidi mm -hmm. pamoja mm na hayo pia mjitahidi kwenye huduma yako pia sawa mnyandu akishamba wazo pambana safari bado inaendelea nashukuru nashukuru ndivyo alivyosema kwenye ujumbe wake Wazo message ni nyingi sana hapa na zote zinakuelekea na nyingi zinakupa maua yako. Hongera sana wazo na kusii sana usirudi nyuma. Endelea kumtumikia Mungu anaitwa Frank Elia kutoka Meshugi mashineni pale. Okay. Mm -hmm. Una kitu gani ambacho unatamani kumwambia mwimbaji mwenzako ambaye kwa sasa uh, huenda alikata tamaa kwenye huduma yake ya uimbaji? Na na mimi cha kumshauri mtu ambaye amekata tamaa asikate tamaa mm -hmm. asikate tamaa kwa sababu muda ndo huu. Sawa. wetu, hii, mm -hmm. elege, muda ni wetu na dunia ndo hii na tunapoelekea, asikate tamaa muda bado sana. Tayari umeshatoa wimbo mmoja una, una, una, una wazo gani la kutoa nyimbo nyingine? Wazo nyimbo nyingine zipo, nyimbo nyingine zipo. Okay. Kwa hiyo kumbe sio moja tu. E, hii moja nimekuja kuitambulisha, okay, lakini nyingine zipo, tutaendelea kutoa kwa kwa watu ambao wananisikiliza wakae tu mkao wa kula ni kuna kolabo ambazo nimefanya na waimbaji ambao ni wametangulia. Okay, wahapa Gairo ama, ama, wahapa Gairo nimeanza okay, na wahapa Gairo sawa. Kolabo zipo zipo chumbani mm. zimetulia mm -hmm. zipo kwenye mastudio kwa sababu hapa Gairo sasa hivi studio ni nyingi. Ni nyingi. Kweli na producer wanafanya vizuri mm -hmm. kuna Chiruba mm. kuna nani kuna Bike mm. kuna Sim Clean Touch E, yupo yaga tachi pale. Wapo wengi, kweli kweli. E, wapo wengi kweli mm. kweli. Kwa hiyo kazi zipo ambazo nimezifanya, nimekuja kutambulisha mm. hii mm. Siku sio nyingi, waendelee tu kunifuatilia mitandaoni na hapa waendelee kusikiliza Chipuka mm. FM mm. kwa sababu zote zitakuwa zikitoka tu inadondoka hapa. Hapa. Hata kama sijaje. Sawa bwana, kwa albamu bado hujatoa, albamu bado sijatoa, bado hujatoa e, lakini zipo zikikamilika, mm. albamu Sawa. waimbaji wengi huwa wana wana wana, wana, wana kasumba moja kwamba wanaamua kwanza kutoa audio, baadaye video. Kwa upande wako utaanza na vyote au utaanza na kimoja bwana? A, naanza na audio. Utaanza na audio? E, naanza na audio, lakini mm -hmm. watarajie video kutoka. Sawa, sawa kwa kumalizia kabisa, una kipi cha kuambia walaji wa muziki wako injili kwa sasa na wale ambao wenda walikuzoea huko, unawaambia je sasa kwamba umeshaamia maisha ndani ya Yesu? Uh, niwambie tu wale ambao wasanii wenzangu waliokuwa mm. Wasanii wa, wenzangu wasanii uh, sawa uh, mimi asaivi sio mwenzenu <laughs> lakini tuseme sio mwenzenu, lakini ni mwenzenu a, a, yani, wewe, haupo upande ule eh, tena sipo, sipo upande ule tena sirudi tena eh, na watu ambao wananisikiliza eh. Wengine waendelee kunifuatilia, sawa. Vitu vizuri nimewaandalia <laughs> na nitajitahidi sana na wale ambao kuna kwaya nyingi nimefundisha, wale ambao watakuwa na kwaya pia mm. Nafundisha, ni mfundishaji tu mzuri okay. e, yani, yani unajua, Mungu amenibariki, sawa, najivunia kwa na kipaji hicho, na nafundisha na nimefundisha kwaya nyingi, na nimeona kwaya ambazo nimezifundisha sijafeli mm. kuna jambo moja ambalo linawaangusha lina, lina sana waimbaji wa leo, hasa waimbaji wa, wa nyimbo za injili kiburi anapokuwa ameona kwamba yeye anajiona tayari ni matawi ya juu maua mengi sana nini kama hivi basi sasa hata kumtumikia Mungu, anampa anampa anampa madaraja. Mimi siwezi kwenda meshugi meshugi, hapana meshugi sio maeneo yangu, hata siwezi kwenda. We umejipanga vipi kujiepusha na hili kundi? Kwanza uh, watu waelewe wazo kama wazo hayuko hivyo mm. hayuko hivyo mm -hmm. hayuko hivyo na najua hivyo vitu vivyo mm -hmm. na Mungu aliyenipa kipaji hiki mm -hmm. Najua tu ukimletea malingo, okay, anakupokona sawa, anampa mtu mwingine. kwa hiyo mm. siko hivyo. Mimi kokote nitaingia okay, iwe kijijini, mjini mm. wapi, mimi naingia nafanya kazi ya Mungu. Wape namba yako ya simu kwa wale ambao wanatamani kukupigia, kukupa maua yako na mialiko kama hivyo okay, namba yangu ya simu ni sifuri sita mbili nne tano tano saba tano tano moja. Irudie. Hiyo ni WhatsApp namba, pia ni namba ya kupiga kama kawaida. Kaka waso pamoja, tufika nyumbani nitafute dogo Riz Medeli, unamjua? Riz Medeli, siefanya umjui, anitafute tu. Mimi nakushukuru sana Wazo, tunaondoka na wimbo wako huu huu ambao umeutoa, nipo na Yesu yeah, lakini pia utakapotoa hizo nyingine tafadhali tuzipate kwa mapema sana ili hata pia wale wengine wazidi kuenjoy muziki wako Sam, muziki ambao nazidi kumtukuza Kristo aliye haa. Nakushukuru, nashukuru sana nashukuru sana mashabiki wangu waendelee kunifuatilia mm -hmm, na nashukuru sana, najivunia sana kuwa ndani ya Yesu amina. Yeah, tumalize basi kama kawaida yetu, hatuwezi kutoka hivi, mimi nakupandishia biti, unapambana na hali yako, si ndio? Eh, wakati huo ndio unaanza ku kuamka kwenye kiti hapo, unaipata unaipataiye verse ya pili, nakuwekea biti tu, twende sasa, hapo anaanza anaanza, okay. Alishinda. Alishinda. Eh. Twende. Aliyeshinda kifo rafiki yetu Yesu, Yesu aliyekuwa mfu ndio nipona naye kaniweka uhuru tena na ishi bila hofu, aliye mpumbua macho bata lo no mayo aliyekuwa kipofu ndio nimemfanya we rafiki yangu wa muda mrefu, aliye mfufu wa Lazaro kaburini Ananifanya niwe janjaro maishani, kanitoa kwenye tabu wazo, kaniweka rahani, ni yeye mm, mwenye uwezo mkubwa wala fanani. Nampenda mpenda naye ananipenda, nampenda mpenda mwenye upendo wa agape na mpenda, nampenda mpenda naye ananipenda mpenda, mpenda, mpenda. Acha habari nikupe hapo sasa